asija akanani, bora akanchiti. Hebu acha mtu aende chooni, hatujafanya chochote cha ajabu. Hebu acha mtu aende chooni bwana. Asa kitu gani? nataka mtu akaanguka, ukue vipi? Ngoja hivi nimalize kusafisha. Amwoni aibu yaani, uswahilini alafu mnaingia chooni wawili. Hasa cha ajabu kitu gani? mbona mm, hapo vitu vya kawaida hapa uswahilini, ufi yangu hivi kuweza kule ndani iweza mtu ana mdomo kama nini hata yani kabisa, kulipa nafasi na shemeji yake. Ndio maana nikasema kwa kila mtu, kwa yani, kwa mtu ajue, kama si tumefanya, tumefanya zoezi chooni, si ndio? Kitu cha ajabu, wewe si mme wangu. Wewe kinachokera kitu gani? Huyu uh, vipi sasa hivi? Kuna vitu vya kulaumiana? Mbona ulikuwa unangang'ania kama ulikuwa hutaki? Ingia, zasahizi shemeji. Sikia, Tunu hayupo, kwa hiyo naomba uondoke. Mbona nafahamu, najua kama hayupo, na ndio maana nimekuja hapa ili tuzungumze. Karibishe basi nikae. Kae. Karibu, nakusikiliza Mr. Kanji. Mimi nimekuja hapa, naomba unisamehe kwa kila kilicho kutokea, kwa makwazo yote ambayo nimekusababishia. Kiukweli nimegundua nimekosea sana. Mimi nikiwa kama mwanamke ambaye namjua Mungu, nafahamu kumkwaza mwenzio, kumkwaza binadamu mwenzio kwa sababu yoyote ile ni dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo mimi naomba tu nisamehe nisamee sana shemeji yangu. Yani, kwa kifupi, shemeji, yani unachotaka kuelewa ni kwamba, yani, kama angekuwa mtu mwingine ile siku ambaye simfahamu, yani hapa siku kukua kunachimbika, yani ile ndio kwa mara ya kwanza alikuwa anaonyesha rangi yangu halisi. Tunu ni mwanamke wangu na ni mke wangu, yani The way ambavyo nampenda tu nakuna mtu yote ambaye anajua, kwa hiyo ile ilikuwa linaniumiza yaani, limeniumiza vibaya mno shemeji. Nafahamu hilo, na ndio maana niko hapa kuomba radhi. Yani, ninaomba radhi kutoka moyoni, ninaomba tu nisamee kwa kila jambo, najua nimekukwaza sana yaani. Wewe usijali shemeji, mishakuelewa na ameshaisha yani. Yani ameshaisha yani. Asante na Mr. nashukuru Yaani, kwa nini navyokutazama unaonekana ni mcha Mungu, yaani unamjua Mungu eh, ni mkarimu, mpole. Vivyo hivyo na mimi ndivyo nilivyo. Mimi namjua Mungu, ninampenda Mungu, sina mambo mengi, ni mdada ambaye ni mtulivu. hmm? kwa nini tusiwe pamoja? Hebu toa kwanza mkono. Toa mkono Zawadi. Yaani umeona mimi? Mimi mume wa mtu. Alafu sio tu mtu peke yake, ni mume wa rafiki yako kipenzi. Mnaitana mabifuefu marafiki. Yaani unataka kuingia na mimi kwenye mahusiano nataka tuwe na mahusiano na, unajua kabisa mi mke wangu ni Tunu, ambaye Tunu huyo huyo ukimpasua nipo mimi, ambavyo mimi nipo kama yalivyo Zawadi. Hakuna mwanamke yote nampenda kwenye hii dunia kuliko Tunu, kama ilivyo jina lake. Yani nimeletewa na Mungu, yani nampenda kwelikweli. Ikitokea nikapewa nafasi tena ya kuchagua mwanamke mwingine jina lake litarudi Tunu. Yaani leo sasa unataka tena mimi na wewe tu kwenye mahusiano. Yaani kwa kifupi unataka kumsaliti tu, si ndio? Nini shida? Yaani unaweza ukaongea tu nikakusikia, yaani kaunkea, kusikia, ani, haina haja, yaani uweke hapa yaani. umesikia yaani, wewe unaweza ukaongea, haina haja uweke mikono yako hapa. Um, naona kusha kushinda Zawadi, um kumekushinda yaani. E, nomba uinuke tu uende yaani, kabla mke wangu hajarudi. Naomba uende yaani, namaanisha kwamba Inuka uondoke yaani, ondoka yaani, umo ndani yaani, kabla tuna hajarudi. Mi sitaki office spend kumkosea mke wangu, naomba uende. No, no. Ai jamani, inuka ondoka. Sawa saa, ata naondoka, lakini naomba unifikirie, naomba ufikirie mara mbili mbili. Mimi mi niamfikire mke wangu, nimfikirie mama, nifikirie kazi, nifikirie nyumba, niku... Liviru, siku moja itanirudia. Ah, sauti zao, macho yao, utamu yao, majuto ni msiko wa roho. Mke wangu, Najua utaichukulia katika hisia tofauti sana sana kabisa, lakini wala sivyo ilivyo. Mimi sikuwa na nia ovu kabisa kabisa kabisa, yani na, na, na, na, na, unajua mke wangu, hapa tupo kwenye hii misheni. Hii ni misheni, sina nia yoyote mbaya kwa ajili yako. Mimi ningekuwa labda namiliki kitu tuseme, so kijiko, so bakuli, namiliki bastora, bastora, sijamfumua mtu ubongo hmm? Sijamfumua mtu ubongo hivi <tuhi> umekosa sehemu zote zote zote, unaenda kufanya mapenzi chooni. Eh! Mnanitambia mnafanyaje kweli Watanga? mke wangu, hebu hebu elewa, mimi siwezi kufanya hivyo ambavyo wewe unahisi, na, na siwezi kutembea na chura huyu. Huyu chura mi nakwambia kiruka njia huyu, mke wangu, mi siwezi kutembea naye hata kidogo. Unafikiri mi na kuna kitu nilikifanya mimi? Sikufanya kitu chochote yule mtoto. Utataka kunishika utanipiga bure, utanionea Mwatanga, yani utanionea tu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba, fahamu hapa tupo kwa ajili gani? Mwatanga, sikilize. Mke wangu, nakuomba nisikilize vizuri, nakuomba nisikilize vizuri kabisa. Kiukweli mimi sina nia mbaya na wewe, na kama unaelewa vizuri, tupo kwenye mfumo, tupo kwenye mfumo Subiri basi vuta subra lakini unaika hisia kali. Ulivyokuja kwetu ulionyesha kwamba sanduku lake lile pale ndo kuna akili zake au dressing table ile pale ile, droo ile pale ile ina akili zake, ama mimi nikueleze ukweli, sina nia ni mbaya na kama wewe ungenijua mimi akilini mwangu, ungenisikiliza mke wangu, tukamaliza huu mchezo, kwa sababu vinginevyo basi mi ma, sina mawazo mi, nimeishiwa mawazo. Wewe ndio unipe mawazo kwenye hii game. Mi nataka nitoke kivipi sasa? Natoka kwenye hii game a a ah, ah, Mwatanga unaharibu natoka, unaharibu natoka, shit unaharibu Mwatanga natoka, niko tayari kuharibu, kwa sababu we mapenzi umeyaweka front <coughs> maisha ni mapenzi, maisha furaha kwa asilimia 80. Kila kitu kinachoharibika kwenye haya maisha, sababu ni mapenzi. hayo hayo, watu wanakaa wanasikilizana. Usione kwenye nyumba watu wanaishi mke na mume, watu wanapitia mengi, mke wangu, watu wanakaza. Kuna muda mtu anashindwa kujua kufanyaje, lakini anabidi ya kazi kwa sababu maisha anamtaka kazi, lakini na ndoa pia anaitaka. Huyu ni mimi hapa, na huyu pia ni mimi, ni mimi huyu Asiyejua kitu ambacho napitia, hata niona ni mwanamke mjinga nayevunja ndoa yangu kwa mikono yangu, lakini nayepitia ya a maumivu ni mimi. Nahitaji ni furahi, nahitaji ni cheke. Unajua nini, uzuni unasababisha, unakosa hata muda wa kumuomba Mungu kiria tunaorudisha kisasi, sitaki kufikia huko. Nataka niwe binadamu huru, ni mombe Mungu, niwe na furaha kweli. Acha niishi mimi kama matanga. Sasa sikia mpenzi wangu nikwambie. Yaani hapa mimi ninakupanga kabisa sawa eh. Uniandalie kabisa hiyo pesa ya kijola. Nina shughuli kwa kina Tunu, maana wewe hey, una tabia. Nikikuomba ki hey, na mapema unaniambia wewe oh, umeniomba mapema. Nikikupanga wewe oh, unanipanga si na nini, Aziza mimi sitaki ubabaifu. Yaani kujitapa kote nyumbani kwa bwana yeye ndio huyu. Huyu bwana mkopaji. Huyu bwana mimi namjua mbabaifu tena mkopaji. Yaani bora tu ungebaki na gundu lako kuliko kuwa na bwana kama huyu. Upo Dadija, naomba uniachi naomba uniachie bwana wangu eh. Sawa Dadija, tena boyya bwana wangu mimi kuliko kile kibwana chako kimejaza ndevu, kijana umechenyea kifupi, kinakazaa kutubana bana tu mlendani. Naomba uniachie mwanaume hey. Wangu tangaza au nikusaidie kutangaza? Hey, jamani mi alija moto na bwana nakaa naye nyumbani, namlisha anakula, nampikia Ah. Nisho ishkutaja kutangaza, unasemaje? Umesahau watangazie, waambie. Ehe, bwana naye nyumbani, ameenda amebeba mpaka kijiji chake, yupo naye nyumbani kwetu. Sasa sikiliza, ni kuambie, mpenzi wangu sio mbabaifu wala sio mtu wa nini hivyo vijola, unachokiona icho chakuko unachokuta, unaniazima kila siku. Aziza moto umependeza, sijui ni na nini? Bwana ndo anaye ning'arisha bwana ndo anaye nipendezesha. Mpenzi wangu, mwonyeshe maajabu yako kwa njia kwamba mimi sio mtoto wa mbambamba eh. tu. Hmm. Shem, mambo. Kwa vipi? Poa. Basi fanya majamu yanipa tabu. Kusajua so nyumbani tulivoamka leo. <laughs> mdomo mwingi kumbe ujiweze eh. <laughs> Mpenzi wangu mpe 500. Ukinde buku asijirango. <laughs> Shika buku. Shika, ni kuonyeshe kwamba mimi mwenzio na nyota ya mpendwa-pendwa. Ni moshio na mtu ampenda apenda eh. Sawa, vitu kama hivi kwangu ni vidogo. Mana noti kwa kikibuku. Ebabafu, mi namjua mkopaji. Hai. Yaani huyu dada jamani. Kijana wangu ameishiwa nguvu kwa sababu ya kupambania kazi yako. Na ndiyo maana umeletwa huku. Na sasa naifanya kazi mimi mwenyewe Shaiti ya kwanza inabidi ulali na maiti tena leo hii. Hakuna namna, mwanangu. Hii ndio njia ya kumaliza tatizo lako. Hii dawa ukaipake maiti.